Ni siku kadhaa zimepita tangu ithibitishwa kuwa msanii Burna Boy pamoja na mrembo Chloe Bailey tayari mwekushakuwa chana baada ya mapenzi ambayo yamedumu kwa muda mfupi tu, ikiwa wengi walishtushwa na ukaribu wawili hao wakizingatia msanii Burna Boy, ni muda mrefu umepita hakuweka hadharani mahusiano yake kiso tension ilikuwa ni kubwa tangu mwishoni mwa mwaka 2024 mpaka kuja mwaka huu wa 2025 sasa baada mengi ambayo tuliona kutokana na karibu lakini baadaye kuelezo kuwa Burna Boy kuna muda alionekana na mrembo mwingine akiwa ametoka club, lakini sio hivyo tu, zitu ambazo alipana moja mrembo socialite mrembo kutokea nchini Nigeria kudai kuwa alikutana kimwili mara, alikubali kutembea na msanii huyu baada ya msanii huyu kumlagaya kuwa angempatia zawadi ya Lamborghini, lakini haikuwa hivyo na baada yake kumuona na ukaribu na Chloe Bailey, huku hiki kiko ni moja cha chanzo ambacho kielelezwa kuwa Chloe Bailey hakuvutwa nacho, pia baadaye akaonekana na Ghana, na kuhusishwa kwamba wenda huku ndiko ambako anahusu pando wa penzi, na pia kila mmoja kumafomo zake kwenye ukurasa wa Instagram, lakini pia kufuta picha za pamoja. Sasa Chloe Bailey ameamua kufunguka kupitia challenge ya wimbo Residuals wa msanii Chris Brown, ambao baadhi ya masta wameweza kufanya hivyo, yani kuingiza verse, lakini kuacha chorus ya msanii huyo kama sehemu tu ya kuonesha mapenzi na wimbo usika. So kupitia kwenye ukurasa so, wa Instagram wa Crowberry alishare video hii ambayo inamonesha kimba wimbo huu. Sasa ameka verse za Kimbazo, wengi hasa wa Nigeria ametafsiria kwamba ni kijembe madongo kwenda kwa msanii Bana Boy huko kieleza kwamba amemchezea, amempotezea muda wake na ato mpata kama yeye. Mashabiki hayo ambayo maimba, amesikika kama hivi Sijui kuhusu wale wasichana wengine uliwahi kuwa nao, lakini mimi sitaji kununua mapenzi ya mwanaume ili apende na kuwa na mimi. Hapana, hata ustahili. Umenifanya nionekane mjinga, ningepaswa kuziona ishara zote mapema, lakini badala yake ulipoteza muda wangu wote. Najua utazikosa nyakati zote tulizoshiriki. Wanawake wengi uliokwisha kupita nao weze ta kunifikia oh. Tulikuwa na nafasi ya kufanikisha kitu kizuri, lakini tabia yako haitabiriki. Chukua kilichobaki, sihitaji tachembe. Ningeweza kuinua kwa kuimarisha, lakini sasa nimechagua kuondoka. Siwezi kuendelea na upendo huu uliojaa hila na dhiki. Kwa bahati nzuri, nimegundua kuwa niko bora zaidi niko peke yangu, na sasa nakwambia wewe, wewe najipa upendo wangu wote na nachukua vyote vilivyo vyangu tena. So haya ni mashauri ambayo yameonyesha uthibitisho kuwa Chloe Bailey na Burna Boy hapo pamoja, lakini sio hivyo tu. Baadhi ya maneno ambayo ameweza kuyazungumza huu ni mazito, kwamba amempotezea muda wake, amemfanya mrembo huyu kuonekana mjinga na mengineyo mashabiki na mastaa mbalimbali wameweza kuvutiwa na hii challenge ambayo ameshiriki Chloe Bailey akiwemo msanii Chris Brown mwenyewe, ambaye alikuja tukushusha emo za fire. Hiki ndicho ambacho kinaendelea kuhusisha wawili hawa. Hii hapa ni SNS.